Mwisho kabisa na wanasihi e, ndugu zangu e, kuwa na subira, lakini na kuomba dua tuki, tukithirishe dua e, kuliombea taifa letu Allah tabaraka wa taala atujalie na idumishe amani na utulivu tulionao na atuondolee ghasia, atuondolee ghasia ambazo e, zimetukabili katika siku hizi za karibuni, na ambayo tuko katika hali ya tishio mpaka hivi sasa tupo katika hali ya tishio fulani. walillahi alhamdu, eh, wakuu wa usalama na vyombo vya usalama yani vyombo vya ulinzi na usalama vinatoa na kutupatia habari kwamba eh, nchi iko shwari, walilahi alhamdu wal minna, hali iko salama, na hilo ndilo ambalo tunaliomba kwa Allah tabaraka wa taala. Tunaomba salama na amani, lakini pia tuliombe eh, tuliombe hawa ndugu zetu e, vyombo vya ulinzi na usalama, Allah tabaraka wa taala awape nguvu na weledi wa kuweza kusimamia vyema na kudhibiti e, uhalifu na ghasia ambayo inaweza ikatokea, ghasia ambayo inaweza ikatokea kwa sababu, ikitokea ghasia e, hatutaishi kwa salama na amani. Kwao bila shaka, dua zetu zinahitajika sana zinahitajika sana, kwa sababu kuna tishio. Tumeona kwamba serikali imekataza kwamba hakuna maandamano. Serikali kupitia vyombo vya usalama vimetoa taarifa kwamba hakuna maandamano, kwa maana haijaruhusu, haijatoa vibali vya watu kuandamana, kufanya vurugu. Hata kama ni maandamano ya amani, hakuna maandamano. Lakini pamoja na hivyo, watu bado wanatangaza mitandaoni huko, watu wanatangaza kwamba watatoka na watakinukisha sawa. So, haulai qaumun la yaqilun. Unaweza ukashitukia kweli wakatoka. Unaweza ukashitukia wanatoka kama walivyofanya siku zilizopita kwa sababu so, walikatazwa pia lakini wakafanya wakatoka na tumeona walichokifanya. Sasa ikitokea hivyo, la qaddara Allah, hatuombi Allah kadirie hivyo. Ikitokea hivyo Allah, Allah, watu kulazimiana na majumba yenu